Ndiyo, inawezekana. Ndiyo, unaweza. Ndiyo, wewe ni mjasiriamali anayefuata. Sio kwamba wewe hauwezi kuwa mjasiriamali, sio kwamba wewe hauwezi kufanya mambo makubwa, sio kwamba wewe hauwezi kufanya, kufanya biashara au, sio kwamba wewe hauwezi kufikia dream ambazo unazotamani kuzifanya au, sio kwamba wewe hauwezi kuchukua hata hatua moja, au hatua ya biashara uliyopo nayo, sio kwamba hauwezi kuongezeka, sio kwamba biashara yako haiwezi kukua. Issue iko moja tu hivi Hauna ujasiri, hauna ujasiri juu ya kitu unachokifanya. Na, it is clear kwamba kupata ujasiri, ujasiri unakuja pale unapojua kitu unachokifanya. Usipojua kitu unachokifanya, lazima usiwe na ujasiri. Utapata wapi ujasiri bila kujua unachokifanya? Sasa basi, kwa sababu umeiangalia kontenti hii, nataka nikuambie kwamba kwa sababu unatamani kuwa mjasiria mali, kuwa mfanya biashara, utengeneze biashara yako, uwe na wateja wengi, nimekuandalia kozi maalum inayoitwa The First 100 Customers, a Setup Guide for Growth, ama wateja mia moja wa kwanza na mwongozo wa mwanzo kwa ajili ya ukuaji. Hii ni course maalum ambayo ina video pamoja na PDF ambayo unaweza kusoma vizuri namna gani ya kuweza kuanza na kupata wateja mia moja huko ndani. Nimefundisha, nimeelekeza vizuri namna gani ya kujua kitu gani unachopaswa unachopaswa kukifanya kwenye biashara, namna gani ya kupata wateja, namna gani ya kuanzisha biashara, namna gani kutengeneza system za biashara, namna gani ya kutengeneza flow nzuri ya biashara, kitu gani ukifanya kwa consistency ili uweze kuifanya biashara yako iweze kudumu sokoni. Ukishajua then unapata ujasiri, na ukipata ujasiri then unafanya unakuwa mtu yule ambaye unataka kuwa. So kitu gani unachotakiwa kufanya sasa hivi? Comment neno link hapo chini, ama nitumie dm neno link, then utapata kozi hii moja kwa moja. So so, kwako na kuweza kuanza kufanya hatua za kuwa mjasiriamali. Chukua hatua leo, wewe ndio bosi. Anza kuwa bosi wa maisha yako mwenyewe.